Bwana Yesu asifiwe. Msalaba ni kwa kila aaminie, haikusema kwa Mkristo, tunasema kila aaminie hi. Kwa hiyo inamaanisha mtu yoyote akitaka msaada wa Mungu kupitia msalabani, akienda kwa imani anapokea. Eneo la kwanza ambalo unahitaji kulifuatilia ambalo Mungu atataka kukusaidia ni kurudishiwa mafanikio. Kwa nini Mungu anataka moyo wako? Kwa sababu anataka utakapokuwa unatafuta kurudishiwa mafanikio yako usirudi peke yako Ukimbeba kwenye moyo wako anaenda na wewe kwa kila ofisi, anaenda na wewe, tunaenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie kitabu cha Yoel, kitabu cha Yoel, ile sura ya kwanza ule mstari wa nne, kitabu cha Yoel sura ile ya kwanza ule mstari wa nne. Nakupa tu mistari michache, alafu nitakuelezea ni habari ambayo unaijua, lakini kuna mistari nataka tuisome ili ujue iko ndani ya Bibilia. Yoeli moja ule mstari wa nne inasema, yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige, yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare, yaliyosazwa na parare yameliwa na madumadu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, changamoto ya huu mstari haisemi ni kitu gani kilikuwa kinaliwa na tunutu kinaliwa na nzige kinaliwa na parare kinaliwa na madumadu. Umstari hausemi. Sasa ukianda kwenye Yoeli sura ya pili, sura ya pili ule mstari wa ishirini na nne, alafu ntasoma wa ishirini na tatu. Yoeli mbili mstari wa ishirini na nne, alafu tasoma wa ishirini na tatu. Ule wa ishirini na nne unasema na sakafu za kupepetea zitajaa ngano na mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta. Alafu anaendelea kuzungumza pale mbele, ule mstari na unaofuata: nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu -madu, na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. Tuko sawasawa? Kwa hiyo ukiona wanasema nzige wamekula kwenye ile sura ya kwanza, wao nafikiri walikuwa wanakula mahindi. Biblia inasema madumadu na tunutu na nzige, ili jeshi kubwa ambalo Mungu anasema ni jeshi lake mwenyewe. Na parale walikuwa hawali mazao, walikuwa wanakula miaka. Nitawarudishiwa miaka iliyoliwa na nzige. Tuko sawasawa, tuko sawasawa tuko sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kwa hiyo ukifuata, uki ule mstari wa ishirini na tatu anazungumza tena kitu kingine pale, anasema furahini basi, enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki, naye huonyeshea mvua mvua ya masika na mvua ya vuli. Kama kwanza, sema kama kwanza sema kama kwanza sema kama kwanza. Okay, mstari unaofuata nasema nitawarudishia. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe Hallelujah. Anazungumza juu ya hili jeshi kubwa, watu wanapoona, wanaona mazao yamepata shida, ukisoma hiyo mashamba yamepata shida, ng'ombe wamepata shida. Adhabu haikuwa kwenye majani, adhabu ilikuwa kwenye miaka. Unahitaji kujua hili. Kama uelewi wewe, amini tu, soma kwenye Biblia yako. Nimeshajifunza vitu ndani ya Biblia kwamba imani saa ingine haidai kuelewa ila inadai umwamini huyu anayekusemesha. Maana yake ni kwamba Yesu akisema twende, unaweza usielewe, lakini kwa sababu unamwamini Yesu, unanyenyuka unamfuata. Ndio maana kwa imani Ibrahimu alipoitwa alitika, akanyenyuka atoke, na hajui anakoenda, lakini alikuwa anamfuata aitaye. imani yake haikuwa kwa kule anakoenda, imani yake ilikuwa kwa huyo anayemwita. Tunaenda sawa sawa. Wakati Mungu alipokuwa ananiita kwenye utumishi, sikuwaza hata siku moja tutakuwa na kitu kama hiki, kama akikweko wala kwenye ndoto hakikuwa hakijawahi kusikika, hakijawahi kuonekana, hakijawahi kuingia kwenye wazo la mtu kwamba Mwakasege atakuja Kahama atakuenda kusema neno. Nilikuwa sijui, hata sina mpango wa kitu chochote, sijaenda bible school, sijafanya kitu chochote. Kitu gani kilichotokea? Lakini Mungu alijua ya kwamba siku ya leo nitasimama Kahama. Kwa hiyo mi nilipoitika, sikuwa nafuata ninakoenda, kwa sababu nilikuwa sijui, nilikuwa namfuata aliyeita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nakueleza kitu cha namne? Unahitaji kusoma bibilia kuelewa ya kwamba uchumi hauko kwenye vitu, uchumi uko kwenye nyakati okay, waingereza wanasema time is money. Nafikiri lugha wameipata wako kwenye bibilia. Chezea muda wako na chezea uchumi wako, poteza muda wako unapoteza hela. Unasema unajuaje? Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya kumi na mbili mstari wa thelathini na mbili Jana nilikusomea juu ya wana wa Isakari wenye akili za kujua nyakati na kujua yale ambayo wana wa Israeli wanatakiwa kuyatenda. Unachotakiwa kukifanya kimewekwa wapi? Kwenye nyakati. Usipozijua nyakati, hutajua cha kufanya. Tunaenda sawasawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Sasa angalia sura ile ya kwanza ya kitabu cha Yoel ni kuonyesha kitu kingine tena, ni kuonyesha kitu kingine. Mstari ule wa tisa na wa kumi na tatu ni kuonyesha kitu. Yoeli moja mstari wa tisa na wa kumi na tatu Ule wa tisa unasema sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zimekatiliwa mbali na nyumba ya Bwana, hao makuhani wa hudumu wa Bwana wanaomboleza. Mstari wa kumi na tatu mstari wa kumi na tatu Jikazeni mkaombeleze enyi makuhani, pigeni yoe enyi wahudumu wa madhabahu, njoni mlale usiku kucha katika magunia, enyi wahudumu wa Mungu wangu, kwa kuwa sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zimezuiwa katika nyumba ya Mungu wenu. Ngoja nieleze kidogo, siku yaleo, kama tunutu na parare na madumadu -madu, na nzige wamepangana kula uchumi wa mtu kwa kula miaka yake, nyakati zake, inamaanisha huo uchumi hauwezi kutulia. We unafikiri angalau sasa naona biashara yangu inaenda vizuri, nzige anatokea, unang'ang'ana, we unatafuta, unazunguka kila mahali, dawa ya nzige unapata, unaleta. Na wapendwa, una wanakuja, wanaomba, wanashambulia nzige Oh, wanamtuanga vizuri kabisa, unaanza kustawi kidogo, baada Kaso ya muda madumadu kasogea, kasome Biblia yako uone. Sasa kitu kingine kilichotokea unachoona katika shida ya hali hiyo inapotokea, na ndiyo ambayo unakuta inatokea sehemu nyingi sana, unakuta hali ya utoaji wa sadaka makanisani na yenyewe inayumba. Sasa inapoyumba, wengi sana wanakemea shetani wakifikiri shetani sadaka wanazuia. No, Biblia inasema hivi zile sadaka watu wanazo mfukoni watu wanafikiria kwamba kwa sababu ya hali ya uchumi imekuwa mbaya, basi sadaka hazipo. No, sadaka zipo, ila hali inapokuwa mbaya ya uchumi, kuna kitu inasukuma ndani ya kanisa, kuna siku inasukuma ndani ya watu. Biblia inasema zimezuiwa. Unajua kuzuiwa maana yake nini? zilikuwa zinakuja, zilikuwa zinakuja, zikazuiwa. Kuna watu wakawa wanataka kulazimisha zije, zikakatwa, zimekatiliwa mbali. Anadai kitu gani? Waingie kwenye toba, kitu gani kinawasukuma kanisani kuomba? Sadaka haziji kwa nini? Mungu amezizuia. Unahitaji kucheki vizuri sana kwa nini amezizuia. Ni kwa sababu wameacha kusimama na kuombea hali ya uchumi wa nchi yao. Kasoma Biblia yako. Ndio maana walipotubu maandiko yanasema Mungu akairidhia nchi, hakuridhia watu, aliiridhia nchi. Walipotubu aliiridhia nchi, maanake ni kwamba alitaka watu waweze kukaa kwenye zamu kwa ajili ya kuomba nyakati alizoziweka juu ya nchi yao kwa ajili ya uchumi wao, lakini wakamkorofisha Mungu na hawakupata nafasi ya toba. Wewe hujasikia hujasikia mtu akisema unajua saizi sio muda mzuri sana wa harambee kanisani, sio kipindi kizuri cha uchumi kwa Wakristo semaai so kusikia hiyo wameipata wa ni kwa sababu wanajua kuna nyakati ambazo uchumi wa watu unakuwa mzuri na hizo nyakati zikinyakuliwa uchumi wa watu unapotea. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Ngoja, nijaribu jaribu hivyo, utakuta watu wengi sana wenye maduka ya nguo watakwambia, kipindi changu kizuri ni cha sikukuu. Ikikaribia sikukuu, iwe ni ya dini, iwe ni ya Pasaka au Idi, utaona wameenda Uturuki, wameenda Uchina, wameenda kununua nguo mapema. Kwa nini wanasema hiki ndio kipindi chenyewe? Ikikaribia Krismas wataenda kutafuta nguo za watoto. Hicho kipindi kikinyang'anywa, huna mahali pa kwenda. Hunyang'anywi duka, hunyang'anywi mtaji, unanyang'anywa mwaka, unanyang'anywa nyakati. Ile nyakati ikinyang'anywa, nguo haziendi, hazisogei. Sio kwamba wana watu katika ulimwengu wa roho ule, ile kipindi chako cha kufanikiwa kimeliwa na nzige. Ni vizuri sana uweze kuelewa hii, na unaona maandiko yanasema, nitarudisha tena mvua za masika na mvua za vuli kama kwanza. Kwa hiyo unapoona majira yamebadilika, yatizame kwa jinsi ya rohoni kwanza.